Mimi naitwa Timothy Semkuluka, ni mratibu wa programu ya uhimilivu wa mfumo wa chakula, niko wizara ya kilimo. Sisi katika eneo hili leo tuko hapa kwa ajili ya ukabidhi wananchi e, mitambo hii ya kumwagilia, tunasema ni sprinkler au vinyu, vinyunyizi maji katika vikundi ishirini katika mkoa huu wa Geita ambapo Chato itapata eh, seti au jozi ya hiyo mitambo kumi na nne, lakini katika eh, manispaa ya Geita watapata mitambo sita. Jumla itakuwa ni mitambo eh, ishirini. Katika kat, eh, kutokana na idadi ya, ya, ya mitambo hii zaidi ya wananchi 200 watanufaika na tayari walioko hapa tumeshawakabidhi kama ambavyo amefanya mgeni rasmi, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha wananchi wanaongeza tija kupitia mbegu bora lakini kupitia umwagiliaji sasa, kwa sababu tayari kuna changamoto za upatikanaji wa mvua. Mitambo hii itaruhusu wananchi wa eneo hili na maeneo mengine nchini kuhakikisha wana uwezo wa kulima zaidi ya mara mbili kwa mwaka, sababu hicho ndio kikubwa, kwa sababu pale kipindi ambacho mvua zimekatika au zimepungua, vikundi hivi ambao vina wananchi ni wakulima vijana, na wakina mama watamwagilia kwa kutumia vifaa hivi. Hii kazi, serikali imetuletea pakeji nzima, kuanzia kisima, miundombinu ya umwagiliaji, pamoja na kutandika mfumo mzima wa umwagiliaji. Kwa hiyo mkulima kazi yake yeye ni kuweka pembejeo, kutunza shamba lake na hatimaye kuvuna. Na leo tumeshuhudia hapa shughuli kubwa iliyofanyika ya kugawa hivi vifaa vya pea ishirini kwa ajili ya vikundi vya umwagiliaji manispaa ya Geita na hapa Chato DC. Kwaho kwa ujumla tushukuru serikali ya awamu ya sita kwa kutuona sisi wakulima wa Geita kwa ajili ya kuboresha kilimo chetu, tulime kwa tija na kwa manufaa ya serikali, lakini pia nchi yetu kwa ujumla na wakulima wetu kwa ujumla changamoto za kikundi katika kilimo cha umwagiliaji ilikuwa ni ule usumbufu, tulikuwa tunasumbuka kikweli kweli kwa kuchota maji kwa ndoo kumwagilia, kila shina ni kazi ngumu sana. alafu tena tulipata mashine zile za kutumia pipe zile za kubeba kwa mkono, na ni nzito na zenyewe zilikuwa zina zina kazi ngumu. Tunashukuru wizara ya kilimo kwa kuliona hili na kwa kutuona sisi wana kikundi wa amani kutupa hii mashine tuna, tunashukuru sana na mama Samia, tunamshukuru kwa kutuona kwa kutujali.